Online TV. E, mimi Idd Mkanza, katibu mtendaji wa jumuiya ya vijana chama cha Wananchi CUF taifa, afisa mwandamizi katika ofisi ya katibu mkuu na msaidizi wa katibu mkuu, mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha Wananchi CUF taifa, mjumbe wa baraza kuu na mjumbe wa Secretariat ya chama taifa, ninatangaza rasmi kuwa kuanzia leo tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2025 ninajiondoa rasmi katika chama cha Wananchi CUF na kujiunga na chama cha ACT Wazalendo. Uamuzi <coughs> wangu wa kuachana na chama cha Wananchi CUF na kujiunga na chama cha ACT Wazalendo umetokana na tafakuri yangu ya kina ya muda mrefu niliyoifanya kwa kujiridhisha kuwa uamuzi wangu ni sahihi kwa ajili ya mustakabali wangu binafsi na mustakabali wa taifa langu. Ninazo sababu tano zilizonifanya kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi ambayo nimeyafanya leo kuhama rasmi kwenye chama ambacho nimekitumikia kwa muda mrefu, nikiwa kijana mwaminifu sana, nikiwa mwanachama mwaminifu sana, nikiwa kiongozi mwaminifu sana, nikiwa kiongozi ambaye anatumainiwa na mwenyekiti wa chama Profesa Lipumba pamoja na chama katika kushauri na kukisaidia chama kufikia lengo la kushika hatamu za dola. Sababu ambazo zimenifanya nijiondoe rasmi kwenye chama cha wananchi kafu na kujiunga na chama cha siti wa wazalendo, inazo sababu kubwa tano. Sababu ya kwanza, chama changu ambacho ni kuwa mwanachama chama cha siyof, kimepoteza misingi yake imepoteza misingi yake ya kuwa chama cha kuwatetea makabwela na kuwapigania walala hoi wa Tanzania katika kupigania haki sawa kwa wote ambao ndio msingi wa chama uliohasisiwa na waasisi wa chama tarehe ishirini na moja na ishirini na mbili mwezi wa kumi na moja mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili pale Starlight Hotel. Sababu ya pili ni migogoro isiyokwisha inayotawala chama cha CUF ambacho, ambao migogoro hiyo inaidhorotesha na kudhorotesha juhudi zote za chama. CUF imekuwa kinara wa migogoro baina ya viongozi wakuu wa chama, baina ya watendaji wakuu wa chama, watendaji waandamizi, makatibu wa wilaya, viongozi wa chama hasa mwenyekiti, makamu mwenyekiti, makamu mwenye viti na mwenyekiti, katibu mkuu na wakurugenzi. Hakuna jitihada zinazochukuliwa na chama kusuluhisha migogoro hiyo na badala yake imeachwa ikiendelea kukidhoofisha chama. Sababu ya pili, chama cha wananchi CUF hakiendeshwi kitaasisi. Mwenyekiti wa chama mzee mzee Ibrahim Lipumba, Profesa mzee wangu, amekuwa ndiye mpangaji wa maamuzi. Takribani maamuzi yote yanayoamuliwa yana, yana na chama, yeye ndio mpangaji, bila kufuata utaratibu wa vikao wa kikatiba, yeye ndio anaamua kila kitu kinyume kabisa na taratibu za chama, katiba ya chama na kanuni za chama. Maamuzi hayafanyi tena kupitia vikao, maamuzi hayafuati vikao vya maamuzi, isipokuwa maamuzi yanafuata kauli ya mwenyekiti wa chama. Nitawapa mfano, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kama wiki mbili zilizopita imetolewa taarifa ya tangazo la mchakato wa uchaguzi, eh, kuanzia madiwani kuchukua na kurejesha fomu, wabunge kuchukua na kurejesha fomu, na tangazo la mkutano mkuu wa chama taifa wa kumchagua mgombea urais wa, wa Zanzibar na bara. Lakini hakuna kikao chochote cha mashauriano, kinachojua wakurugenzi hawajui, kamati ya utendaji haijui Baraza kuu halijaamua. Kwa mujibu wa katiba ya CUF mchakato wowote wa uchaguzi, maamuzi yote ya mchakato wowote wa uchaguzi yanaamuliwa na baraza kuu la uongozi la chama, na mchakato wa kuitisha vikao vya baraza unaanzia kwenye secretariat ya chama, ambayo mimi ni mjumbe, ambayo secretariat ndio inatengeza ajenda ya kupeleka baraza kuu. the same kwenye uchaguzi wa ndani ya chama ambao ndio umemchagua profesa, maanake hajachaguliwa. E, ameshinda kwa simple majority. Kanuni yetu ya chama ilitaka ashinde kwa asilimia hamsini na moja, nukta moja. Lakini amelazimishwa akashinda kwa asilimia thelathini, kitu ambacho ni kinyume na kanuni. Lakini katika mchakato wote wa uchaguzi wa chama ndani ya chama Mzee Lipumba ndio alikuwa anaamua na maelekezo ndio alikuwa anatoa yeye. Hakuna mchakato wa vikao na taratibu za vikao, lakini tulifahamu kwa sababu kipindi kile alikuwa anahitaji wenye kitu wa chama na alifanya hivyo kwa sababu kamati ya uongozi ndio inateua makatibu wa wilaya. Alivyogundua kwamba hawezi kushinda tena na wanachama hawamtaki, basi alitisha kamati ya uongozi na kuengua makatibu wote nchi nzima, ambao wale ambao walikuwa wanampinga yeye, manake makatibu wa wilaya wanapiga kura. Akateua ndani ya wiki moja makatibu wa wilaya ambao ndio walimpa kura eh, mia mbili na kumi. Jambo la nne ambalo la muhimu sana na hili nilizungumza kwenye kikao cha kamati tendaji ambayo tulimwalika Profesa Lipumba, nikamfuata mwenyewe ofisini, nikamweleza mzee, yale malengo aliyotuunganisha sisi wanachama wa CUF bado yapo, hajanijibu vizuri. Nikauliza kwenye kamati tendaji akiwepo yeye, tukimwalika kwamba yale malengo ambayo yametuunganisha sisi wanachama wa CUF kuwa wanachama bado yapo, alikuwa hajanijibu vizuri kwa chama cha CUF kimepoteza malengo, ile cause ya struggle. Kila mwanachama wa chama chochote, mwana mtanzania yeyote ambaye anajiunga na, na chama cha siasa ana malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza ni lengo la taifa lake, lengo la pili ni lengo la chama chake, na lengo la, la, la, la, la tatu ni lengo lake binafsi. Alinijibu kwamba tunataka tufanye uchaguzi sijui nini ndio tu, tu, tu, tu, tu, tuweze kufikia malengo ya chama lakini ninavyozungumza sasa hivi maamuzi hayo ambayo wamefanya, ili uweze kushinda chaguzi. Maanake lengo kubwa la chama ni kushika dola, na unashika dola kupitia mchakato wa uchaguzi na upate ridhaa ya Watanzania ili uweze kushinda. Ili uweze kushinda, unahitajika mambo matano. Jambo la kwanza ni uongozi, leadership. Chama cha CUF kimekosa uongozi, hakijulikani nani ambaye anaongoza, maamuzi yanafanywa na nani, utaratibu unaendaje, rasilimali za chama ni chama ambacho kwa bahati nzuri inawezekana kuwa ni chama cha pili ambacho kina rasilimali nyingi sana, kina redio, kinamiliki, kina miliki migodi, kina miliki ardhi, kina miliki vitu vingi. Lakini redio inafanya kazi, mapato yanajua Lipumba na Sakaya, kila kitu, kuna ardhi, kuna everything, lakini chama ni maskini. Kinategemewa wakati wa uchaguzi tunasubiri, tusubiri kwanza, tusubiri kwanza, eh, tusubiri kumbe mzee hatujui anapata wapi fedha na hatuambii anapata wapi fedha, na hii inaonyesha uh, dhamira yetu ambayo tulijiunga na chama haipo uh, kwa sababu wakati fulani tulimwalika elfu mbili na e, ishirini na mbili James Mbatia alikuja akaikosoa serikali akamkosoa Rais Samia wa wakati alivyoteuliwa. Mimi e, binafsi ilinikuta ni, tukiwa tunazindua mara ya kwanza kabisa uzinduzi wa mikutano hadhara pale Manzese wakati nakosoa deni la taifa na kupanda kwa gharama za maisha, profesa alimtuma mkurugenzi wake anaitwa Yusufu Mbungiro kamshushi haraka kwenye jukwaa e, kwa sababu nime nimekosoa serikali. Kwao chama kwa sasa hivi hakina hakina hakina malengo, na ili uweze kushika dola lazima uwe na mambo hayo matano Leadership. Leadership imecollapse kabisa ndani ya ninavyozungumza hivi sasa Makamu mwenyekiti aliandaa mpango wa kuweza kumpindua profu akiwa Marekani mwezi me, mwezi uliopita profu alienda alienda kwenye matibabu nje e, wajumbe wa baraza la vyama, la, la vyama ni watatu kwenye kila chama cha siasa hapa Tanzania vyama 19. Mwenyekiti, katibu mkuu, halafu mwingine ni mwakilishi wa jumuiya wanawake. Sasa, kwa mujibu wa katiba, makamu mwenyekiti asipokuepo, makamu mwenyekiti mwenye asipo mwenye anemfuata kwa madaraka anatakiwa atoke Zanzibar. Basi ilikuja barua ya kushiriki semina ya baraza la vyama vya siasa. Ile semina e, naibu katibu mkuu kubara akamwambia makamu mwenyekiti wa chama e, Othman Dunga aende badala ya makamu mwenyekiti Zanzibar. Yule naye akajua mimi hii ni haki yangu, ibidi waende wote Dodoma. Anaenda makamu mwenyekiti bara, anaenda Zanzibar na katibu mkuu, wote wanakutana kwa msajili, wanagombania posho chama cha siasa ili kishinde kinahitajika mambo manne. Leadership. Jambo la pili ni resources. Kama una rasilimali ambazo zipo wewe, unasubiri uende kwenye posho za semina, mnagombana mpaka mnafikia kutengeneza treason ya kuweza kuondoana kuondoa mwenyekiti kwa sababu hajakupeleka kwenye semina. Hii ni tatizo. Jambo la, la tatu ni organization. CUF haina organizations structurally, haina organization ili uweze kushinda lazima utengeze network ya chama, uwe na mpango, ushirikishe vikao, uweze kila kitu kinaamuliwa kwa vikao, uweze kushirikisha akili. Ninavyozungumza sasa hivi, watu wote makini ndani ya chama, wenye ushawishi ndani ya chama, wenye uwezo ndani ya chama, wenye uwezo wa kushinda majimbo. Ninatoa mfano, alikuwa makamu mwenyekiti mafuta na chuma, ambaye hata leo ukiitisha uchaguzi anaweza kushinda. Jafari Mneke, mkurugenzi wa mambo ya nje Shamsia Mtamba ambaye ni mbunge eh, kule eh, Mtwara Mtwara vijijini. Naenda kwa makatibu wote ambao ndio zilikuwa ngome za chama, sasa hivi kuna mgogoro na tuombe Mungu, kwa sababu sidhani kwamba wanaweza kusustain kwa muda mrefu kwa hali iliyofika ndani ya CUF. Kwa watu wote makini wanaondoka taratibu, kwa sababu ya yale malengo matatu yote yamekosekana. Hakuna lengo la kitaifa, hakuna lengo la chama Hakuna hata lengo binafsi ambayo naliona ukiwa ndani ya CUF. Lakini ili uweze kushika, hata mza dola unahitaji jambo la nne, unahitaji uwe na, e, uwe na agenda. CUF haina agenda. Yaani hakuna anayejua agenda ya CUF ni ipi. Waandishi wa habari mnaweza kushuhudia wakati nchi iko kwenye tension, inahitaji alau kuwepo na tamko. Prof anavyoita anazungumza nini? Atazungumza mambo tu ya serikali kwa sababu anazijua mwenyewe wakati ndani ya vikao tunamshauri kuna moja, kuna kadha, kuna kadha, kuna kadha, yeye anaitisha anaitisha presa anazungumza, anayo anayo yanayo mridhisha yeye, ambaye anajua kwake yana maslahi like. Tumeondoka katika msingi wa chama, malengo ya chama, wenye uwezo ndani ya chama, wenye uwezo wa kushinda majimbo. Ninatoa mfano, alikuwa makamu mwenyekiti mafuta na chuma, ambaye hata leo ikiitishwa uchaguzi anaweza kushinda Jafari Mneke, mkurugenzi wa mambo ya nje, Shamsia Mtamba ambaye ni, ni mbunge eh, kule eh, Mtwara Mtwara vijijini. Naenda kwa makatibu wote ambao ndio, ndio zilikuwa ngome za chama. Sasa hivi kuna mgogoro na tuombe Mungu, kwa sababu sidhani kwamba wanaweza kusustain kwa muda mrefu kwa hali iliyofika ndani ya CUF. Kwa watu wote makini wanaondoka taratibu, kwa sababu ya yale malengo matatu yote yamekosekana. Hakuna lengo la kitaifa hakuna lengo la chama, hakuna hata lengo binafsi ambayo naliona ukiwa ndani ya CUF. Lakini iliweza kushika hatamu za dola, unahitaji jambo la nne, unahitaji uwe na eh, uwe na ajenda. CUF haina ajenda, yani hakuna anayejua ajenda ya CUF ni ipi? Waandishi wa habari wa mna, mnaweza kushuhudia, wakati nchi iko kwenye tension, inahitaji alau kuwepo na tamko. Profu anavoita, anazungumza nini? Atazungumza mambo tu ya serikali, kwa sababu ana, anazijua mwenyewe. Wakati ndani ya vikao tunamshauri, kuna moja, kuna kadha, kuna kadha, kuna kadha. Ye, yeye anaitisha, anaitisha presa, anazungumza yanayomridhisha yeye, ambaye anajua kwake yana maslahi. Tumeondoka katika msingi wa chama, malengo ya chama. Mzee Hamis Shaban Mlo, marehemu mwasisi wa chama, alisema siasa zina nyakati na siasa zina majira kwa mwanasiasa, yote atakayetumia majira vizuri, basi siasa itamnyanyua, lakini kwa mwanasiasa ambaye hata atambua majira na kuatumia vizuri, basi siasa itambwaga. Kwa mimi kama kiongozi, kama kijana ambaye e, nanajua makini na malengo na malengo ya nchi yangu na malengo ya Watanzania na malengo ya watu wangu kule jimbo la Same Mashariki na malengo yangu binafsi kama kijana, huwezi katika mazingira hayo. Hakuna uongozi, hakuna ajenda, hakuna mpango resources, kama, kama vitu vya msingi. Mpango mwingine wa nne ni kuandaa wagombea. Hakuna chochote ambacho kinafanyika. Mzee atatoka, ataitisha presi, atasema usikosoe serikali. Mimi wakati ule nashushwa kwenye jukwaa kwa maelekezo yake, nilidhani kwamba na wakati ule anafoka ana, ana sana kwenye vikao, ndani ya vikao ambayo siwezi kuzungumza kuhusu. Mbatia, ujio wa Mbatia, namna alivyokosa ushirikiano huko state, nilidhani kwamba sio CUF inaweza kupewa viti vingi vya vya serikali za vijiji na mitaa. Nikadhani kwamba ndio fursa, labda tunaweza kupewa ubunge, lakini hatimaye hakuna chochote zaidi ya kuwa ku, unakuwa kama wakala, unatoka kwenye malengo yale ambayo waasisi wa chama waliyatamka pale Starlight hoteli. Kwao mtu makini ambaye ana malengo hawezi, hawezi kuvumilia. Ndugu zangu, hizi nilizozitaja ni sababu ambazo zimenifanya mimi ni quit kutoka kwenye chama ambacho nilichokuwa nijiunge rasmi na chama cha ACT Wazalendo. Make your day